Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tuko katika kipindi cha Pasaka. Kipindi ambacho tunakumbuka na kusherehekea mambo matatu makubwa katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuteswa kwake, kufa kwake msalabani na kufufuka na kuingia katika utukufu. Mambo haya yote umuhimu wake ni mkubwa kwa maisha yetu ya kiimani, kwa sababu kwa njia hiyo wokovu ulikuja duniani. Tutakumbuka kwamba wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipomkosea Mungu, ile neema ambayo mwanadamu alitakiwa azaliwe nayo iliondoka, ilifutika. Kwa hiyo tukawa tunazaliwa bila ile neema ya utakaso. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, kwa matendo hayo akarudisha ile neema, kwa maana tunasema dhambi ilifutwa na zaidi sana akatuachia sakramenti ya upatanisho ambayo kwayo, tukiwa tumemkosea Mungu baada ya ubatizo, hiyo sakramenti inatuwezesha tena kufutwa dhambi zetu zikafutwa tukawa tena watu tunaishi katika neema. Kwa hiyo ni muhimu sana kwetu, sikukuu hii ni kiini cha liturgia zetu kwa kweli. Watu wengine wao wanafikiri Noeli ndio kubwa, lakini Noeli ni kuzaliwa Yesu. Asingalikufa na kufufuka, bado tusingalipata wokovu. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, tunaposherehekea sikukuu hii ya Pasaka tukumbuke kwamba huyu Yesu mfufuka tunakutana naye katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo tuwe watu wa Ekaristi, tupende kuhudhuria ibada ya Misa, tupende kukomunika. Kwa njia hiyo tunampata Yesu, anakaa ndani yetu na baada hapo, ya hapo matendo yetu yafananie huyo Yesu tuliompokea tuwe watu wenye upendo zaidi watu wanaopenda amani watu wanaopenda kutoa haki na kadhalika tujaribu kukwepa kabisa mambo ambayo hayafananii huyo Yesu najua wakati mwingine watu wengine hasa vijana wanafikiri kwamba sikukuu ya Pasaka au sikukuu nyingine yote ndio wakati wa kufanya mambo ya hovyo kulewa sana kufanya uzinifu kuiba mali za watu waliokwenda kanisani wakati hawako nyumbani. Yote hayo sio mambo ya Pasaka hata kidogo. Badala yake tuwe watu wa sakramenti, tuwe watu wa sala, tuwe watu ambao tunaonyesha upendo zaidi kwa Mungu na majirani zetu, na iwe ni sikukuu ya familia. <coughs> Na ninaposema familia, nina maana pale ambapo kuna baba na mama na watoto, washiriki hivo; pale ambapo ni baba tu na watoto wake, ashiriki na watoto wake mama tu labda na watoto wake washiriki, au kama ni kikundi, mko watu fulani, kikundi fulani mnaishi pamoja, hiyo ni familia. Shirikini pamoja na mfurahieni Yesu Mfufuka. Kwa nafasi hii pia nipende kupongeza Radio Maria kwa sababu mwaka huu wanaadhimisha miaka ishirini na tisa tangu ilipoanzishwa. Hongereni sana Radio Maria, na tunapopongeza tunasema asante pia kwa yale mambo makuu mnayofanya kwanza ya kutuhabarisha mambo ya habari njema, na pili kutupa taarifa mbalimbali, pia burudani mnazotoa hapa na pale. Tunasema asanteni sana. Na kwa wana Dodoma, nasi tumefurahi kwamba leo, mwaka huu Radio Maria natimiza miaka mitano hapa Dodoma. Asanteni sana, karibuni sana na sisi wasikilizaji wa Radio Maria haidhuru tuko wapi Tuchukue nafasi basi kwa enzi radio Maria kwa kuunga kwa mkono katika shughuli zao, na njia nzuri ya kuunga mkono ni kwa kuchangia, na hasa mwaka huu tunapoongea kuhusu kapu la mama, niombe kila mmoja anayeguswa atoe chochote anachoweza ili redio yetu iweze kusonga mbele, lakini zaidi sana tupende kusikiliza radio, eh, radio zetu ni nyingi, sio radio Maria tu ziko redio mbalimbali pamoja na vyombo vingine vya habari mbalimbali. Basi vyote tu hivyo tuvisikilize, na yale ya wanayotoa, sio tu tusikilize na kusahau, bali tufanye, tubadilike, tuwe watu bora zaidi, tuwe raia bora zaidi wa ufalme wa Mungu na raia bora zaidi wa taifa letu la Tanzania. Asanteni sana, niwatakie Pasaka jema.